Wamepoteza mamlaka hawajaimiliki nchi, ni kwa sababu ya mambo kadhaa. Bwana Yesu asifiwe. Hawaimiliki nchi, ni kwa sababu ya mambo kadhaa, na ni mambo ambayo wanaweza zingatia na wakaimiliki nchi jinsi Mungu alivyokusudia. Bwana Yesu asifiwe. Kumiliki nchi ni kuiongoza kufanya izae matunda na si inchi kukandamiza. Huwezi imiliki inchi ambayo inakukandamiza Wee. Wewe, Bwana Yesu asifiwe. Kuimiliki inchi ni inchi kuwa chini ya miguu yako, kila kitu kiko kwenye mikono yako. Bwana Yesu asifiwe. Leo hii watu wamepoteza mamlaka yao ya kumiliki inchi ni kwa sababu ya mambo matatu: tamaa ya macho, tamaa ya mwili na kiburi cha uzima. Bwana Yesu asifiwe. Hivi vitu vimefanya wanadamu wamepoteza mamlaka yao, ni dunia inawaongoza kulingana na mamlaka ya dunia, na ndiposa ufikie kile kiwango cha kuimiliki nchi wakati huu, lazima ukubali kuingia kwenye vita. Maana masomo yanataka vita, huwezi shinda bila ya kujitoa kupigana. Ndoa haiwezi kuwa na amani bila ya kujitoa kupigana, na si vita vya mwili. Bwana Yesu asifiwe acha Tuangalie kitabu ni cha Waefeso mlango wa Efeso, kwanza kuanzia Efeso mlango wa kwanza tatu nne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 tufanye wenao kwa njia ya Yesu Kristo sawa na uradhi wa mapenzi mapenzi yake. sita. Amen. Alitubariki na baraka za kiroho katika ufalme wa. Usiangalie kile kitu ambacho kinaonekana kwa maisha yako kahani, hizo ndizo baraka ambazo Mungu amekuandalia baraka ambazo Mungu amekuandalia ni baraka ziko katika ufalme wa kiroho. Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe. Umebarikiwa kiroho, kiroho. Sasa swali ni je, itakuwaje ndiposa hizi baraka uzimiliki zionekane? Uliza jirani yako kama anasinzia mwamsho, mwambie jirani, nimebarikiwa kiroho, nitafanyaje hizi baraka zionekane? Bwana Yesu asifiwe. Nitafanyaje hizi baraka zionekane? Tuende kwa Waefeso mbili moja na mbili. Kitabu cha Efeso mbili moja nasema, nanyi mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa ya makosa ya dhambi zenu mbili, ambazo mlizitenda zamani kwa kuifuata kwa kuifuata kawaida ya ulimwengu huu na kwa kumfuata kwa kumfuata mfalme wa uwezo wa anga, roho yule atendaye kazi sasa katika wana wa kuasi. Nilikuwa mfu katika dhambi na hizi baraka ambazo Mungu alikuwa ameandaa haungeweza kuzimiliki. Yeyote aliye ndani ya dhambi hawezi miliki baraka za kiroho, maana zile nguvu za mkuu wa anga zinamtawala, anatembea ndani ya zile nguvu za mkuu wa anga. Bwana Yesu asifiwe. So, ndiposa mtu aje kwa kiwango cha kumiliki hizi baraka, kuna mambo lazima yazingatie Tunapata kuwa mtu akiwa katika dhambi anaongozwa na mkuu wa anga, na mtu amebarikiwa. Ukizaliwa umebarikiwa, unabii wako ulitolewa siku ya kuzaliwa kwako. So kubarikiwa, baraka zako zilianza kuandamana na wewe siku ya kuzaliwa kwako, kwa sababu vya, ulizaliwa kutoka kwa dhambi umelelewa na dhambi so hizi baraka haziwezi kuja kwenye maisha yako. Kuna mambo una, unafaa uyafanye. Mambo haya yanapatikana katika kitabu cha Waefeso 6 kumi na kumi na moja. Kumi inasema hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Kumi na moja vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za Shetani. Mwandiko amesema mkuwe hoda hodari kuwa hodari katika nguvu za Mungu. Na ndiposa uwe hodari katika nguvu za Mungu, lazima umpoke Yesu na kumwamini, utakuwa hodari ndani ya nguvu za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Maana Mariko kumi na sita kumi na sita inatuambia ishara hizi zitaandamana na waaminio kama wewe haujamwamini Yesu, kama wewe Yesu si mwokozi wa maisha yako, hawezi miliki hizi baraka, hawezi kuwa hodari ndani ya nguvu za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana unapata watu wanazidi kukandamizwa, mamlaka yamechukuliwa, ni kwa sababu kuna kuokoka ambapo leo kunaendelea kumkiri Yesu, unasema Yesu ni Bwana, lakini ndani ya moyo wako haujamwamini. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio watu wamezoea, nimempokea Yesu kwa sababu najua kumkiri mbele ya watu Yesu ni Bwana. Utapokea baraka za kiroho kama utamwamini Yesu, utapokea baraka za kiroho kama umemwamini Yesu. Na hizi baraka lazima ziwe na vita. Maana maandiko ametuambia kuweni hodari katika nguvu za Bwana, simameni imara, vita vyako si vya damu na nyama, terehmu kumi na mbili kumi na moja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 Kwa hodari ni kumwamini Kristo, kwa hodari ni kumpokea Kristo. Tusome Yohana 1:12 kwa hodari ni kumwamini Kristo. Ukimwamini Kristo umekuwa hodari, unafanyika mwana wa Mungu. bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndipo wale waliaminio wa, wali wa, wali jina lake. Wale waliompokea na kumwamini aliwapa uwezo wa kufanyika wana wa Mungu na wale waliaminio jina lake. Utakuwa hodari ukiliamini jina la Yesu utafanyika mwana wa Mungu ukimpokea na kumwamini Yesu. Tusiwe tu watu wa kusimama kukiri, lakini ndani mwetu hakuna kuamini. Kwa kuvaa silaha za Mungu kupinga kila hila za mwovu Shetani. Bwana Yesu asifiwe. Mpendo, wacha nikwambie hivi leo, mtoto akizaliwa, akishazaliwa Unabii hutolewa juu ya mtoto huyu na watu ambao wanafuata nyota ya mtoto huyu wanaanza kuinuka, wanaifuata maandiko. Anasema ile siku Yesu alipozaliwa Waku, watu ambao wanajua kufuatilia nyota walikuja kumwabudu na wakapita kwa Herode, Herode akataka kumuua Yesu, so, siku ya kuzaliwa kwa mtu unabii hutolewa, na hii nyota hung'aa. Sa hawa watu wanaifuata ili waje walitukuze jina la Yesu ndani ya ile, kwa ajili ya ile nyota iliyo ndani yako, na Herode anapojua, ambaye ni Shetani, anapojua kila ambacho Mungu ameweka ndani yako, anaanza kuinua vijimambo kama wazazi wako hamwamini Mungu, kama wazazi wako hamwamini Yesu wataanza kutafuta njia za mkato na hizi njia za mkato zitakuondoa katika unabii ambao Mungu ameutoa juu ya mtoto Bwana Yesu asifiwe ina gharimu mzazi ambaye amemzaa mtoto maana ule wakati mtoto alipokuwa ndani ya tumbo alikuwa chini ya ulinzi amezaliwa so mzazi huyu ana uwezo wa kumpoteza huyu mtoto ama kumuokoa. So, baraka za mtu zinaanza wakati wa kuzaliwa kwake. Unabii wa mtu unaanza wakati wa kuzaliwa kwake. Ukisoma maandiko Mwanzo, Mungu aliumba wanadamu akaweka kwenye shamba la Edeni, akasema mendeni mkaimiliki nchi na huko kulikuwa baada ya wao kuumbwa, shetani kujua wakimiliki nchi ni mambo makuu yataonekana, akaja na kuwadanganya na kuwadanganya kwao kuliku, kulipitia tamaa. Bwana Yesu asifiwe, acha tusome maandiko Mwanzo tatu sita. Wanapoteza mamlaka yao wanapoteza baraka zao. Kitabu cha Mwanzo tatano ta, kwa maana Mungu anajua ya kwamba siku mtakayokula matunda ya mti huo mtafumbuliwa macho, nanyi mtakuwa kama Mungu mkijua mema na mabaya. Ya sita Mwanamke alipoona yakuwa ule mtu wafaa kwa chakula, wapendeza macho, nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa, basi alitoa katika matunda yake ya kala, akampa na mumewe naye yakala. Amen, yale matunda ni mazuri kwa chakula na yanatamanika. Bwana Yesu asifiwe. Unapata mtu anapoteza mamlaka iliyopewa kwa sababu ya tamaa, tamaa ya macho na tamaa ya mwili. Hivi vitu vinakuja baada ya kuzaliwa kwa mtu, asiposimamishwa katika ule unabii atembee katika ule unabii, tamaa inaingia. Unampata mtoto, bado ni mtoto mdogo, anaongozwa na tamaa ya macho. Bwana Yesu asifiwe ana kiburi na bado ni mtoto. Kwa sababu gani? Alipozaliwa unabii ulitolewa, na baada ya unabii kutolewa, ha hakukuwa na mtu wa kumwongoza kutembea ndani ya huu nabii. So, shetani akaja na uongo akawavizia wazazi. Wazazi wakalala, wakaacha kumwongoza mtoto, kumfunza kwa njia inayofaa, mtoto asiwe na tamaa. Bwana Yesu asifiwe. Mamlaka ya kiroho utayapata. Leo kama wewe kijana kama wewe mama, utapata mamlaka ya kiroho unapovalia vita. Maana ulipozaliwa inawezekana wazazi hawakukuelekeza ukatembee katika njia ya unabii uliotolewa siku ya kuzaliwa kwako, lakini leo umemjua Yesu, unamtambua Yesu, umekubali kumfuata Yesu, ni kuvaa silaha. Maana maandiko yanatuambia y kwamba ingawa tunatembea ndani ya maisha ya wanadamu, ingawa tunaishi katika kama wanadamu, vita vyetu si vya wanadamu. Hatupigi vita jinsi Mungu anavyopiga, ila tunapiga vita vya kiroho kutumia silaha za kiroho. Ndugu yangu, wacha nikuambie leo, utarudisha mamlaka yako unaposimama hodari na kuvaa silaha za Roho Mtakatifu. umepewa katika kanisa, hizo ni vita mpendwa, unabii ulitolewa. Usiposimama na kuwa hodari na kuvaa silaha za Mungu, hiyo kazi itakushinda ndoa itakushinda, ni kwa sababu unabii ulitolewa juu ya ndoa yako na shetani amekuja na udanganyifu wake kwa vitu ambavyo vinatamanika, ili ndoa yako isiwe na amani. Utasimama na kuvaa silaha za Mungu na kusimamisha ndoa yako. Bwana Yesu asifiwe. Unabii wa masomo yako ulitolewa kwa sababu umekataa kuwa hodari na kuvaa silaha za Mungu, unaishi kukangamizwa kwenye masomo yako. Bwana Yesu asifiwe. Leo kwa hodari, maisha si maisha ya kukaa na kutazama kile ambacho kinaendelea na kujiuliza Simama ukawe hodari. Maandiko yanatwambia vita vyetu si vya damu na nyama, bali ni vya ulimwengu wa roho. Wewe unaona mambo, unaanza kutembea ukitangazia wanadamu jinsi jisu yanavyotendeka kule ambako umeolewa. Yesu amekuweka pale ili usimame uwe hodari katika nguvu za Mungu, ukabadilishe mambo na wewe leo. <coughs> <coughs>

kudanganywa kuna siku ilikuwa naambia watu, mafuta hayaondoi visirani, mafuta hayasimamishi ndoa yako. Ni wewe kukoa hodari na kusimama katika silaha za Mungu. Hiyo ndoa umewekwa pale ni vita, hiyo biashara ni vita. Ni wangapo wanakupinga usiendelee? Ni wangapo wanakupinga usisimame? Bwana Yesu asifiwe. Mume wako ako na tamaa ya mwili na ya macho, ana kiburi cha uzima, ni kwa sababu wewe haujasimama hodari na kuvaa silaha na kusema, na iwe. Nimekuja kwa hii ndoa, ni kwa sababu ya vita, si kwa sababu ya kukaa uko pale, si kwa sababu ya kukaa kula na kunywa uko pale, ni kwa sababu ya kupiga vita. Umekuwa kiongozi uwe kiongozi wa mama, kiongozi wa vijana, uwe mchungaji, uwe askofu, umewekwa pale ni kwa sababu ya vita. Simama ukawe hodari, simama ukawe hodari. Masaa tuliyo ndani ni masaa mabaya, siku tulizo ndani ni siku za uovu. Simama ukawe hodari, simama ukawe hodari. Usikubali kunyamazishwa usikubali kunyamazishwa. Yeyote aliye hodari na amevalia vita vya kiroho hawezi nyamazishwa. Yeyote ambaye yuko katika vita vya kiroho hawezi nyamazishwa. Bwana Yesu asifiwe. Wale ambao chasome maandiko Yohana wa kwanza mbili kumi na tano Asema, naye ndiye kipatanisho kwa dhambi zetu, wala si kwa dhambi zetu tu, bali kwa dhambi za za ulimwengu wote. o Nasema msiipende dunia wala mambo yaliyomo katika dunia. Mtu akiipenda dunia, kumpenda Baba hakumo ndani yake. Amen, anayependa dunia, upendo wa Baba haumo ndani yake. Kama wewe unapenda vitu vya dunia, upendo wa Baba haumo ndani mwako, na hauwezi kuwa hodari ukiwa bado unaopenda vitu vya dunia. Endelea ya kumi na sita inasema kumi na sita, maana kila kilichomo duniani, yaani tamaa ya mwili na tamaa ya macho na kiburi cha uzima havitokani na Baba, bali vyatokana na dunia. Kama umekuwa hodari, umevalia silaha za mumba wako mpendo, hawezi kuwa na tamaa ya macho, tamaa ya mwili na kiburi cha uzima. Wengi wamepoteza mamlaka ni kwa sababu ya tamaa. Wengi wamepoteza mamlaka ni kwa sababu ya kiburi. Unataka kujiinua, ngoje Mungu akuinue kwa hodari. Bwana Yesu asifiwe. Umeeleka mahali watu hawakukubali, unataka kulazimisha wakukubali? No. Bwana Yesu asifiwe. Kama wewe umekamilika ndani ya upendo wa muumba wako haulazimishi mambo na mwili. Bwana Yesu asifiwe. Haulazimishi mambo na hekima yako, unakuwa hodari katika nguvu za muumba wako. Kulikuwa na mzee aliyekuwa amepooza kwa miaka thelathini na nane na huyu mzee alipelekwa kwenye hilo birika na mandugu zake na marafiki zake, wakamwacha pale, na ilikuwa maji akitibuliwa, wa kwanza ndiye anapona. Yeye alikuwa amepooza, hawezi jitumbukiza ndani ya birika, lakini mandugu alimwacha pale. Bwana Yesu asifiwe. Wewe usiangalie ndugu yako, jirani yako, rafiki yako, mtoto wako wala mme wako, vita ni vya roho katika ufalme wa roho. Na ndiposa mtu asimame lazima awe hodari, akubali kutengwa, ataone hiyo hali hiyo ndani, wakupeleke mahali na wakuache pale, lakini wewe simame imara na uwe hodari. Kuna wengi wazazi waliwasema, ni nani amekwambia uende uoleke katika hiyo bomba ni maskini Simama oh, oh, mm -hmm. Uhodari. Huyu mzee alitengwa akatupwa kwenye birika la Bethesda, hakukuwa na mtu wa kumtumbukiza, lakini alitulia akamtumainia Mungu, akasema, ipo siku nitatoka hapa. Bwana Yesu asifiwe. hata kufadhaishwa na mambo yanayopita Hivi vitu vyote unavyoviona ni vya kupita. Upendo wa wanadamu ni wa kupita. Bwana Yesu asifiwe. Usipokuwa hodari na usimame hiyo nafasi ambayo Mungu amekupa, amekusimamisha paleni kwa sababu ya vita. Bwana Yesu asifiwe, amekusimamisha paleni kwa sababu ya vita Umeenda mahali kwenye, umeenda hata watu wamekukataa. Umeenda pale ni kwa sababu ya vita, umeenda pale ni kwa sababu ya kupigana. Kubali ukapigane, kubali mpendo ukapigane, kubali ukavae silaha za Mungu ili ukapigane vita kwenye ndoa yako. Wewe unaenda mahali kwa boma, umeoleka, unaambiwa babu ya kina babu ya babu ya huyo alikuwa na mbibi kumi babu ya babu ya huyo ako baba yake ako na bibi kumi, wewe utafaulu? Naanza kusema hivi kama ni hivi, achafa mimi nikae na Mungu moja. Ndio ndavenye watu wanaamua, kwa sababu waambiwa babu ya babu ya huyu alikuwa hivi, babu yake hivi, ba, baba yake hivi, so anaamua kusimama na Mungu moja. No, let me tell you Mungu amekupeleka hata pale kwa sababu ya kusimama imara na kuwa hodari kuvaa silaha ili ukapigane. Bwana Yesu asifiwe. Hii ndio ina ha, haribu leo. Watu unaambiwa umeenda umeoleka mahali ama umeoa mahali, unapata mke wako haezi pilia Ukianza kufuatilia, wanasema mama yake alikuwa ya hivi na hivi, sasa unakata tamaa. Usikate tamaa, uliwekwa pale usimame na upigane vita, ili ukakuwe mshindi. Kama Mungu amekubariki hiyo ndoa, ni baraka. Bwana Yesu asifiwe. Kama Mungu amekubariki kiroho, hiyo ndoa ni baraka. So si, si ya kukandamiza ama kukuliza wewe. Ni wewe ujakuwa hodari na kusimama imara mnavichekelea sana umevipa nafasi, usipeane usi, usi mambo nafasi. Mpendwa, usipeane ibilisi nafasi, usipeane vitu vya kule ambapo watu walitoka nafasi kwenye maisha yako. Chukua mamlaka yako leo, chukua mamlaka yako. Bwana Yesu asifiwe. Leo chukua mamlaka yako kwa kuwa hodari, kwa kukusimama imara, tamani kuwa mtakatifu. Yeyote ambaye amefanyika mwana wa Mungu hauko chini ya dhambi. Bwana Yesu asifiwe. na utakuwa hodari ukikataa dhambi, utakuwa hodari ukikataa maovu. Ukidumu katika kweli, kataa uongo. Kataa masengenyo Kataa usinzi, kataa wizi, atana na tamaa ya mali. Hauwezi fanyika hodari ukiwa na hiyo tamaa, haiwezekani. Mungu, amani awabariki sana.